Hapa? Mm, nani? He he. Ya, ya ya ya wapi? Lini? Eh, saa ngapi? Ha, na kuja na kuja na kuja na kuja. <mimu> Amefanyaje? Heka heka unlimited. Basi sasa tunaenda kwenye heka heka. Time, time gear twende. Umeona Mabibo huko? Kuna mtu bwana, juzi usiku alikuwa ana yani, sijui alikuwa amepatwa na kitu gani, kwa sababu wakazi wa eneo lile walikuwa wameshindwa kumuelewa, sababu mtu alikuwa ukikutana naye tu anakuchoma kisu, anashika <coughs> e, kisu. Ameua kweli <coughs> kuna watu wawili wamepoteza maisha. Sasa mbaya zaidi katika hiyo, hizo harakati zake za kuchoma watu visu, kila na anayekutana naye akamjeruhi, na mtoto mdogo wa miaka mitatu ambaye naye alimkuta mbele yake akamkata na kisu kichwani lakini amemjeruhi amemjeruhi ye, mtoto yeye hajakufa amem, kwa sababu mamake alikuwa hayuko mbali sana na eneo la yani hapo ambako mtoto wake alikuwepo. Sasa tumsikilize mama mtoto, jinsi ilivyokuwa mpaka kuja kushtukizia kama mwanaye naye kati ya watu ambao wamejeruhiwa, ambao wamechomwa visu. Maana yake alikuwa tafrani, watu walijifungia majumbani mwao usiku huo. Ilikuwa yani kitendo kama cha saa nzima, lakini watu wote walipata taharuki maeneo ya Mabibo huko kuhusiana na mtu alikuwa anakata tatu visu Jamani, fungeni milango, fungeni milango, kuna watu wanapigana. Sasa na mimi ndio nitoke nje nimwangalie mwanangu mwangalia mlango nauliza wenzangu jamani, mko na mwanangu huko? Mwanao hatupo naye. Sasa ndo natoka nje, nafungua mlango, naita Fatuma, naona mtu kasimama mlangoni, ambao ni mlango wa nje, kwenye mlango wa watoto wa chuo. nani sasa kasimama mlangoni, huyo kijana? Ehe, sasa sikujua, maana wale vijana wa chuo ndugu zao ni wengi. Sasa mm. mimi nikajua tu labda ni wale vijana wa chuo. Fatuma Fatuma akakuinitika lakini baadaye naona mguu ule kijana mwingine unamalizikia ndani, huyo mwingine akasimama nje, ambao ndo mfanya tukio hilo, lakini mimi sikujua kama ni nani ni mfanya tukio. Basi nikamwona amemfanya manangu, kumsukuma na mkono wa kulia kwamba wewe. Sasa mimi nikajua tu labda kamsukuma, sikujua kama kashika kisu. Alivomsukuma manangu akadondoka chini, alivodondoka chini mwanangu anaenda kufuatia tena cha mkono wa pili ehe. Sasa sikujua kama ana kisu He e, si usiku mida saa tatu mm. Asa ile wewe, na mwanangu, mwanangu, mwana mwanangu, mwanangu, mwanangu. Jamani mwanangu, jamani mwanangu akatoka dada wa chumba cha pili hapo. Kafanya nini? Nikamwambia jamani, kakatwa mwanangu na kisu ima mwanangu mwanangu kata na kisu. Ndo akaleta mafuta taka, kanisaidia tukamwekea mwanangu mafuta taka. Mtu huyo atoka huko na, na, na kisu chake. Lakini nzuri bahati nzuri alivyofika hospitali mtoto alipata huduma. Siko swali bahati nzuri Mungu kasaidia nimefika pale nimepokelewa na daktari kaenda kamshona mwanangu tukarudi nyumbani. Ila na huyu kaka aliofariki hapo mimi mwenyewe nimemuona ila kaka mimi kwangu, yani kwangu mime, e, asa, waspali, ni mgeni yani macho yangu mimi ni mgeni. Sasa baada ya siku kutoka hospitalini ndio tunasikia kwamba jamani kuna maiti nyingine iko hapo njiani na kaka kachomwa kisu na huyo kaka sasa ndio kufuatilia tunaenda kuangalia tunakuta kweli kuna maiti. Leo maiti hatujui ni ya nani walakaka, mimi simjui, ni mgeni machoni kwangu. Na weo mfanya tukio mimi simjui, ndo hivi leo, hatahata sura yake ndo nimeona vizuri kwenye gazeti, lakini jinsi nilivyomuona mimi siku ile na maelezo niliyoyatoa ni kweli kwamba huyu mtu alikuwa hivi na hivi na hivi na hivi, umbile lake liko hivi na hivi na ni kweli alivyokutwa. Yani mimi nilikuwa mdogo sana. Sasa kama na dakika 45 hivi kutakuwa tunaangalia sebuleni kwetu, tupo wengi tuna ndugu zangu. Sasa kuna ndugu yangu alitoka nje anarudi, akasema, jamani, mstoke kuna mkaka nasikia anachinja chinja watu, itabidi sisi tufanyaje, tukafunga milango tukatumekaa tu ndani hata tunasikia watu, jamani ye. Kuna watu wanachinja chinja huku, sisi tukawa tunaogopa kutoka nje, unaona tukakaa ah, nga no. badali sali moja vi nasikia kumetulia tulia, ndo tukatoka nje, kutoka nje tukafika hadi mitaa hapo katikati hapo, tukakuta watu wamejaa wengi, nikafika pale nakuta mtu kalazwa chini, huyu mkaka yeah, anakaa ushese yeah. nikasema yeah. ngoja ni mwangalia, labda nitafanyaje? mm -hmm. nitakuwa namjua, kumwangalia kaka, simjui. Nikasema labda itakuwa nini, ni mgeni, kwa sababu vijana kule mimi wengi, nafanyaje? mm -hmm. nawafahamu kumwangalia kweli, ni mgeni. Na inasemekana huyo mkaka tangia pange hapo anapoishi, akasema ndio hivyo ilivyokuwa. Umeona mm, watu wanakimbia, nakwambia. Lakini nasikia pia hakuanzia hapo mtaani, kwa sababu alikuwa kila anayekutana naye anampa kisu, kualianzia kule barabarani, kumbe NIT kule mm. Kamchoma mdada kisu cha tumbo, utumbo unaning'inia nje. Kuna mkaka alikuwa anamsaidia huyo mdada, naye kachomwa kisu. hivi ninavyokuambia, uko muimbilia na hali mbaya, bala huyo dada alipona. Huyo dada amefariki kwao, amefariki watu wao mpaka hivi sasa mm. Na huyo wa, wa hospitali hajajulikana kama bado ata, atapona Okay. Au, au vipi? Majeruhi watatu jumla wanne na walofarikia wawili, yani, alofanyia tukio hilo watu sita walomia, yani, watu sita waliokufa wawili <tutu> walo walo yani, wao ambao yupo swali nyanya tujui maana hali yake ndio ilikuwa mbaya yani, yes. Watusema walo majeruhi walo bakiwa kwa tiatani ni huyo mkaka na mwanangu, ile mkaka mwingine mwanachuo, huyu hakuumia sana kwa sababu kisu kisi kisiko anataka kumpata shingoni, akaji, akajitetea kwa kukwepa, na tena yule kujitetea kwa kukwepa kavutwa na ndugu yake. Ndugu yake alivyosikia ile timbuli timbuli, wao nani nani kamvutia ndani, unaona no. Lakini yule ndugu kumvuta ndani kile kisu kingemparaza sehemu yote ile mbaya, kimemparaza hapa kwenye bega. Sababu tunaogopa kutembea usiku, maana tunaogopa. Nasikia wapo watatu wenyewe. Ana eh anasema ili tukio nimelifanya mimi peke yangu, lakini tuko watu wangapi? Watatu. uh -huh. Sasa unajua <coughs> kitendo kama hicho kilichotokea kama hivyo, mtu anaona tu tota, mtu anakimbia na kisu anachoma watu na nini, pamoja na kuatia tafrani watu eneo lile, lakini ilikuwa haijajulikana, sababu mwingine alikuwa anasema mara sio alikuwa amepigwa, mwingine sio mara alikuwa ameibiwa, huyo mtu ambaye alikuwa anapiga watu visu, lakini majibu kamili nikayapata kutoka kwa kamanda uh -huh, wa polisi mkoa wa Kinondoni kwamba mtu yule alikuwa ni nani na je tayari jeshi la polisi limeshampata au kuna jambo gani ambalo linaendelea? Tumsikilize kamanda. Kamandapa kwa majina yanaitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi Suan Kaganda, kamanda wa polisi mkoa wa Kinondoni. E, mnamo terehe moja majira ya saa mbili usiku kule maeneo ya Majiboni, ile eneo lina uh, maeneo ambayo pia wanauza pombe za kienyeji uh, na hawa vijana ambao wanajihusisha na shughuli za uchunjaji wanapenda sana kutumia kinywaji hicho maeneo hayo na wengine wanaishi makazi yao yako maeneo ya jirani. Kwa majira haya ya saa mbili kuna huyu kijana mmoja ambaye alifahamika kwa jina tu la utani na alifu kwa jina la Nduli na miaka kati ya ishirini na saba na ishirini na nane akiwa na wenzake wanapata kinywaji, wakawa wanafanyiana masiara. Aidha alishindwa kuhimili masiara hayo au sababu nyingine yoyote ikichochewa eh, na ulevi alikasirika akatoka eneo la tukio kwenda kuchukua kisu na alivyorejea akakuta wale aliokuwa anataniana nao hawapo. Matokeo yake kila aliyepita mbele yake alikuwa anamjeruhi na, na kufikia vitendo vyake hivyo alijeruhi watu watano ambao walisibiwa na kuruhusiwa, lakini mtu mmoja ambaye alifahamika kwa jina la Miraji Kiokondo ili alimchoma kisu kwenye eneo la chembe uh, uh, chini ya, ya na mtu yule baada ya kufikishwa hospitali alifariki. tupitia so tukio hilo jeshi la polisi tulianza msako mkali, na tuliweza kukamata watu wanane ambao kimsingi walikuwa kwenye walikuwepo kwenye eneo la tukio kwa maana ya ushiriki wa kinywaji uh, na jitihada zetu za kumsaka mhusika jana tulifanikiwa kumkamata huyu mtu anayefahamika kwa jina la Duli Ugu. So niseme eh, mtuhumiwa aliyetenda kosa pamoja na wale ambao walikuwa kwenye kinywaji imekamata jumla watu tisa. Mahojiano na shughuli zetu za kiupelelezi zinaendelea. Basi tutakapokamilisha tutawafikisha uh, mahakamani, lakini niseme tu kwamba vitendo kama hivi vinavyochochewa na unywaji ni ukiukaji tu wa maadili, na nitoe rai kwa wananchi sasa, unapokuwa unatumia kinywaji jiepushe kuingia kwenye ugomvi usiokuwa na tija. Asante kwa hiyo taarifa kamanda. mm. Mm. Yenye, yenye ufafanuzi wa wazi kabisa, tumeelewa kwanzia mwanzo mpaka mwisho mm. kwa mtu alifariki ni mmoja mmoja mm. Lakini wenyewe watu wa pale wanakwambia wawili, mwanamke mmoja na huyo mwanaume mmoja kisu, ah, mm, afu mtu mm. mwenyewe anafanya kazi machinjioni. Yani kisu alichokuwa nacho ni heavy alikuwa na kisu hivi, kwa hiyo akimchoma mtu amemchoma kuli kweli. Baada ya kuwakosa watu wake, kila anayekutana naye mbele halali yake, mpaka huyu mtoto oh, mtoto mdogo ana miaka mitatu, hajui chochote. Usiku kama kwenye saa mbili, saa tatu, mtoto tu yuko nje pale, anashangaa shangaa, yule bwana kaja kampa yeah, mtoto yeah, kitu cha ki, nani cha kichwani, na unaambia mtoto ameumia kweli. Akisema ndo sasa hivi hajambo kidogo, anaendelea vizuri. Mm. Mm kwa hiyo ndo hivyo jamani, pombe na utani. Kama unajijua uwezi utani, bora hata usikubali kutaniana na watu kabisa. Maana usiku tuna mwenyewe alikuwa bingwa kutania wenzake hapo eh, uwezi jua kwa sababu utani ni kuvumilia, bwana, nategemea unataniwa vipi, lakini vile vile usimtanie mtu asiotaka matani, maana unaweza kukuta huyu hakuwa tayari kutaniwa vile vile. Lakini sasa mtu anamtania anamtania anamtania, ndio hivyo nini, hasira zimempana. Poleni sana, sana. Hata usikiki anasema kuna eneo fulani nakaaga hilo. mm. kama mtu utaki utani bora, hata usije bora ushie nyumbani eh, unaweza kujiepusha na maeneo ambayo unaona kabisa, hapa nitataniwa, kwa sababu nyewe mabingwa utani mtaroni hapo. Ah, mtaroni hapo, hatari hapo, kwa nasira za karibu. Mm, unaweza kumtia mtu mtaroni acha. mm. Lakini huyu ameua kwa kukusudia. Huyu kafanya makusudi afikenda kuua watu ambao hawahusiki. Mm. Umenielewa, kwa sababu inasemekana kwamba pombe yake alokuwa kichwani haiwezi kuyumbisha chochote Sijui maswala mimi ya sheria, kwa sababu na vitu kichwani inakuaje, kwa sababu alikuwa kalewa na vitu kama hivyo. Tena wewe, huyo kijana alomuua, nasikia anataka kuangalia mpira mm, mpira ba anarudi sasa mpira